Kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa mgonjwa sana, na katika kuugua kwake, baadhi ya jamaa zake walimwacha, walimtupa, walipoona kwamba anakaribia kufa. Mmoja wa wajukuu zake ambaye alikuwa mmoja wa wale waliomtelekeza akaenda kumjulia hali. Pamoja na kuugua kwake, yule mzee alijitutumua akageukia ukutani. Kitendo cha mtu kumpa mtu kisogo sio kitendo chepesi, na mtu yeyote mwenye akili timamu kitamhangaisha. Kama mwanadamu akikupa kisogo, utaumia, utahangaika lakini hebu piga hatua, ujiulize, hivi Mungu akikupa kisogo itakuwaje? Mungu akikupa kisogo manake amekukataa, amekutupa amekutelekeza amekulaani na nadhani watu hatupendi wala hatutamani kulaaniwa tunatamani kukubalika tunatamani kupendwa tunatamani kubarikiwa, na baraka ni kitu kizito sana katika maisha ya mwanadamu. Leo katika somo la kwanza tumesikia agizo alilopewa Musa, alilopewa Musa juu ya Haruni na watoto wake. Ameambiwa amfundishe Haruni jinsi atakavyowabariki watu watu wa Mungu, jinsi atakavyowapatia neema, faraja na ulinzi wa Mungu. Na neno zito katika ule mtiririko wa baraka ni hili Bwana akuelekeze uso wake na akujalie amani hicho ndicho kiini cha baraka kuelekezewa uso na kupewa amani ni kupata kibali machoni kwa Mungu. Sasa sisi leo tumekusanyika hapa kutazama safari tuliyofanya katika mwaka wa 2025, mwaka wa jubilei, mwaka wa neema mwaka wa baraka, lakini pia mwaka wa changamoto, walau kwetu kama Watanzania. Sasa haidhuru tumepitia changamoto zipi, lakini tunayo mengi ambayo Mungu ametukirimu, Mungu ametufadhili bila mastahili yetu na kwa sababu hiyo tunatambua kwamba tumebarikiwa, tumeelekezewa uso wa Mungu. Mungu hakutupiga kisogo, tumezawadiwa huruma ya Mungu. Na ndiyo maana tunapoelekea kuhitimisha huu mwaka unaoyoyoma tunapenda kumshukuru Mungu. Tumshukuru kwa zawadi ya uhai. Tumshukuru kwa zawadi ya baraka alizotujalia katika majukumu yetu, katika uwajibikaji wetu katika familia zetu mahali petu pa kazi na katika mapito yetu.